kwa kazi nzuri ambayo anaendelea kufanya kwa shule hii. Shule yetu hii imeendelea kuongoza katika mitihani, shule zingine zikifanya kwa mambo ya nidhamu. Shule yetu pia iko sawa. Walimu wetu wa Bungoma DB, nataka kusema mimi ni mmoja wenu, nilifundisha hapa hapo hapo awali na mimi na, na ningependa kila wakati kujihusisha na hii shule. Nasema kazi yenu ni nzuri na muendelee kubarikiwa. Kuhusu uchaguzi wa Jumamosi tarehe 14 hapo Kandui Stadium, ningependa kutoa wito kwa walimu wote wajitokeze kwa wingi, mkuje kupiga kura hapo Kandui Stadium kuchagua viongozi mwapendao. Sisi, mimi binafsi, kama Ken Luketelo nimekuwa hapo kwa mwaka mmoja, na hiyo kazi yangu imeonekana. Nilipochukua ushukani hii branch, mliona mahali ilikuwa na mahali nimeifikisha kwa muda mfupi huu. Nataka muone kazi yangu na muweze kuniongeza kipindi kingine cha miaka mitano. Mimi mwenyewe nimekuwa nikipigania maslahi ya walimu hata nikiwa nje ya chama, na nilipopata nafasi hii mumeona kwamba kumbe nilicheleweshwa hii nafasi. Sasa vile nimeichukua, nataka kusema mimi ninaania kitu hiki cha ja executive secretary, na hapo mbeleni mnaona mimi ni kiongozi wa kitaifa ambaye alicheleweshwa. Kwa hivyo walimu mimi naomba tu ya kwamba tuwe na uchaguzi wenye amani, walimu wajitokeze kwa wingi, na tuweze kupiga kura kwa, kwa timu Luketelo ambayo mnaona ni timu ya utenda kazi. Kuna timu ingine ya kusema sema. Walimu, msijaribu kupikia mutu ambaye amjui, kuna watu ambao the, the angels you don't know. Well, Luketelo is the devil you know. Yes. Kazi yangu inajulikana sana yes. Wameniletea project hadi iweze kusimama. Can you teach that project a lesson? Yes, if ajue ya kwamba katika chama watu hawapikii mtu kwa jina peke yake, wanakupikia kutokana na matendo yangu. yes. Matendo yangu yanajulikana sana, nimepigania haki ya walimu katika vitengo mbalimbali, na uwezi kuja tu kutoka popote kusema unatoa Lukitela. Walimu kataa hiyo na hiyo mpango ya wale ambao wanapanga hayo iweze kushindwa. Shindwe. Siku ya Jumamosi ni siku ya ushindi kwa timu Luketelo. Na hii nataka kusema, watu wangu, tuko na mpango kabambe ya kuweza kubadilisha hii branch. Mambo jambo, jambo, jambo, jambo la kwanza ni kuleta kununua plot na kujenga maofisi mupya katika branchi hii. Vile vile tuna mpango ya kujenga hospitali ya walimu ambayo itakuwa katika hii kaunti eh, kuhudumia waalimu wetu, na kisha baada ya mwaka kuisha, waalimu wetu watapokea dividends kutoka kwa hiyo hospitali. Jambo la pili, tunataka ku revive school natrips, ili waweze kuwa inducted na wawekwe kwa monthly allowance. Jambo la tatu, tunataka kununua basi kubwa ya kuhudumia waalimu wetu katika shule zetu zote. Wakati mna safari, you only fuel and use your bus. Jambo la mwisho, tuna mpango ya kuintroduce a welfare kiti katika branch hii. Walimu ambao wanastaafu wataanza kupokea rasmi cheki kutoka nat ya ushukurani kwa kazi nzuri ambayo wamefanya. Na jambo la mwisho, walimu ambao watafiwa na nuclear family members pia tutawapea cheki kutoka nat ya pole kutokea mwezi wa tatu. Watu wetu mipango kama hiyo. Mtu anaweza pinga? Luketelo! Luketelo power, mtu anaweza pinga kwe? Luketelo hoye, Luketelo tibim! Hii ni timu ya ushindi. Amin, mm. mwendelee kuombea sisi, tarehe kumi na ine ni siku ya ushindi kwa timu Luketelo. Amin. Sisi zote tuseme Amin, asante na Mungu. Mimi mwenyekiti Bungoma South, na tena Nataka niseme shukurani kwa shule yetu ya Bungoma DV ambapo tumefika hapa tuweze kuzungumza na walimu. Tumeweza kuzungumza nao vizuri and in my position I'm just uh, vying the same position which I'm defending as a branch chairman and at the same time we together with team Muketelo team Muketelo, the entire team. I want to say thank you Bungoma DB. You have always walked the same journey together with us. And within our team, we stand for quality service for our teachers. And that has been our motto. So we are requesting that our teachers, if you vote in Team Luketelo and Watamba, it's not a waste of the vote. That will be a quality vote, and that's what we stand for. Thank you very much. Okay, kwa hivyo nataka nichukue fursa hii kwanza kushukuru walimu wetu wapendwa wa Bungoma South Branch, tukiwa hapa kwa chief principal wetu brother uh, eh, Tobias Pisa. Nataka nishukuru walimu wa Bungoma DP kwa jumla ya kwamba siku ya tarehe kumi na nne tutakuwa na uchaguzi kwa jumla. Eh, mimi nikiwa vice treasurer wa branch hii, nataka nishukuru walimu kwa muda ambao mlinipa nawahudumia na nataka niwashukuru tena kwa sababu mliona kazi yangu ambayo nimeifanya. Nawaomba kwamba ikiwezekana, kwa neema ya Mungu muweze kunirudisha katika nafasi hiyo, niendelee kuwahudumia. Jambo ambalo nasitiza ni kwamba tuwe na uchaguzi ambao utakuwa huru na uchaguzi ambao pia utakuwa wa amani katika branch hii. Na jambo la muhimu ni kwamba tuweke viongozi ambao wataweka maslahi ya walimu mbele. Hilo ndio jambo la maana sana, kwa sababu kazi yetu kama watetezi wa walimu ni kuhakikisha kwamba walimu wetu wanakaa katika mazingira mazuri na pia wanapata haswa nyongeza za mshahara. Kwa hiyo naomba kwamba kama branch, Bungoma South branch, naamini kwamba nimefanya kazi na ni kazi yangu inaonekana, kwa kuunga viongozi wengine ambao wamekuwa haswa wa brother Ken Nganga ambaye sahizi ni ambassador. Nashukuru Mungu pia nimekuwa sehemu kubwa ya baraka kwa ndugu yetu ambaye yuko national second, eh, second national chair brother Agwi, na missi mimi naomba kwamba tumewasupport hao viongozi, mimi nikiwa miongoni mwao. Nawashukuru sana walimu ambao mlinipa uongozi. Mungu awabariki mtakapokuja kuniconfirm kama vice treasurer wenu. God bless you all. Jina